Mufti na shekhe mkuu kwa waislamu nchini. Pamoja na kumkaribisha mgeni rasmi mheshimiwa mufti dokta na shekhe mkuu Abubakar Zuberi bin Ali, sasa ni muda wake, muda wako na lile mkuu sasa ndio nalitumia hapa. Naomba waandishi wa habari wa mnikoti shekhe mkuu mufti wa Tanzania Sio shekhe mkuu wa mkoa, mimi ndio mkuu wa itifaki. Naomba mnikoti hivyo.

Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa rais mstaafu wa awamu ya nne kaka yangu Jakaya Mrisho Kikwete, Mheshimiwa naibu spika Bunge mzee wetu mzee Zungu, Mheshimiwa jaji mkuu profesa Ibrahim Juma, Heshimiwa mawaziri wote mliohudhuria, maulama, mashekhe, mkuu wetu wa mkoa, katibu wetu wa baraza, mwenyekiti wa baraza, viongozi wote wa serikali mliopo na vyama, viongozi wa taasisi mbalimbali za kidini bila kumsahau Mama Salma Kikwete na mwenyekiti wa jumuiya ya wakinamama BAKWATA taifa Mama Shame Mkani, pamoja na mtoto wetu Mariamu Mtambo ambaye ni mwenyekiti wa jumuiya ya wakinamama mkoa wa Dar es Salaam. Lakini ndugu yangu Athman Rashid, ngoja nimtaje kabisa, ambaye asubuhi nilimtaja nikamwambia lazima ufiki kwenye Kwenye, kwenye baraza la la Idi, wakurugenzi wa taasisi mbalimbali za serikali mliopo, makamishna mliopo, kina baba na kina mama, wakati yaututoshi sana, tunataka tumwachie mheshimiwa apate nafasi ya kuzungumza zaidi. Tukubaliane tu tuku kwamba itifaki imezingatiwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mheshimiwa mgeni rasmi, na maneno machache muhimu. Jambo la kwanza naliashiria kwa Waislamu kwamba Waislamu tunaharibikiwa na hatuwezi kupata maendeleo katu abadan kwa utaratibu tulionao wa kukhtalifiana na tukaacha kupatana katika masala ya maendeleo, tusitarajie kuweza kupata maendeleo ya aina yoyote katika sura ya namna hiyo, hakuna. Na ndio maana leo ulimwenguni mashekhe na taasisi kubwa za kiislamu zinafanya juhudi ya mikutano mbalimbali mbali, ambayo mimi mwenyewe nimehudhuria kuzungumzia namna gani ya kupambana na ikhtilafu kupamba na zilizopo ili kuwarudisha watu sehemu moja waendelee kuwa na ikhtilafu lakini waendelee kuwa wamoja na lengo lao kuwa ni moja. Karibuni hivi ilikuwa Bahrain katika mkutano wa sampuli hiyo na ulikuwa na maudhui yanayosema, ummatun wahida wa masirun mushtarak Yaani, umma mmoja wa Kiislamu, lakini lengo liwe moja. Umma mmoja, kila mmoja ana mambo yake, ana namna anavyoona katika kuendesha mambo, ana madhahabi ambayo ameshikamana nayo, lakini lengo liwe moja. Mjadala ulikuwa mrefu na kila mmoja ameondoka na namna gani atafanya katika nchi yake. Wasia ya wangu kwa Waislamu kwamba ili tupate maendeleo katika Uislamu, lazima tuache na tuzipuuze zile ikhtilafu zilizopo. Kila mmoja aendelee hivyo anavyoona yeye, lakini lengo letu liwe ni uislamu na maendeleo. ili ni jambo la kwanza ambalo linalitupa kwa waislamu waelewe katika mkutano tuliokuwa nao kule Bahrain, ulisimamiwa na Sheikhul Azhar wal Imamul Akbar Tayyib chini ya usimamizi wa mfalme wa Bahrain. Jambo jingine ambalo pia nalitupa kwa Uislamu ni lile ambalo limeguswa katika risala na likaguswa pia na waliotangulia kabla ya katibu mkuu, jambo la amani, jambo la amani. Hata mtu kama atakasirika, kwamba tunasema sana, hatutaacha kuwa tunasema swala la amani, kwa sababu ni swala muhimu sana. Amani sio kitu cha kuchezea, amani ni kitu ambacho kinahitaji kutunzwa, na ikiwa nyinyi mwahisi kwamba mmejaaliwa na Mungu mko katika amani, si mpaka muitunze? Kama hamuitunzi amani itachafuka. Mara nyingi ilikuwa nikitoa mfano kwamba amani ni sawasawa na yai, ukilishika ulishike kwa uangalifu mkubwa, likikuponyoka likaanguka, lile yai lita vunjika na huwezi kulizoa, na ndivyo amani inapokuwa imeharibika, kuirudisha kwake ni tabu sana. Na mfano mzuri, wewe safirisha tu fikra zako mawazo yako, angalia nchi ambazo zimechafukiwa ni amani, zimerudi ile amani? Na hata zile ambazo tayari sasa kumeanza kutulia, mnaona bado wako katika raha. Ndiyo maana Mwenyezi Mungu akawaamrisha Waislamu kwamba lazima mshukuru sana na muabudu Mungu kwa neema ya amani, asema faliyabudu raba hadha lbait alladhi atamahu min ju wa amanahu min khawf, anaambia makureshi kwamba muabuduni Mungu wa al, Mungu wa nyumba hii Alkaaba ambaye amekupeni amani na akakulisheni katika njaa. Watu wote wanapastahi mahala hapa, wanapaheshimu mahala hapa, hawezi wakaleta vita mahala hapa. Mshukuruni huyo Mungu aliofanya hivyo. Ile ni mafunzo ya kwamba amani haitakiwi kuguswa. Sasa katika nchi yetu hatuwezi tukaachiaachia tu, hatu hivi mtu anajaribu kuleta viashiria kuweza kuharibu amani, alafu wenyewe hatuna neno, tumwangalia tu kawaida tu, kwamba hivyo ndio sawa sawa, au maneno yasiyo kwa fikra, maneno ya mtu juhala. Anaweza mtu kusema kwamba ndio utakaa wewe katika nchi atakaa shangazi yako katika nchi, atakaa babiyo katika nchi, akalika tena mahala hapo. Hilo la kwanza. Lakini la pili la kufikiri, ambalo Mungu ametuambia katika Qur'an ametuambia, kila mara akituambia, anataka tuzitumie vizuri zile akili zetu, anasema afalata aqilun, je ham, hamtumii akili zenu nyinyi katika kufikiri mambo afalata tafakkarun, hamfikiri vizuri, mkaingia ndani katika kufikiri katika jambo lolote ukitaka kulifanya ni sharti ufikiri vizuri. Idha aradta an taf'ala amran fatadabbar aqibata, ukitaka kufanya jambo fikiria mwisho wake. Mmefikiri vizuri mpaka mnaona tu ni mahala unaweza kufanya jambo lolote na, tusi ghilibiwe. Tusi ghilibiwe na hata likitokea halina neno, Waislamu na tusighilibiwe hata wa Tanzania wote tusighilibiwe. Lazima tufikiri, mtu tumwa assess yule mtu kwamba anatuambia nini, nini itatokea, faida yake ni ipi, tutakuwa katika hali gani baada ya kumfuata mtu huyo. Haya ndio mambo yanatakiwa watu watazame, na ndio uislamu umetufundisha vitu vya namna hiyo. Nitaka kidogo nipasemee hapa ni tupe maneno haya kwa waislamu na Watanzania ili tuelewe kwamba Mwenyezi Mungu ametujalia neema ya amani katika nchi, lakini lazima tuelewe tumezungukwa, alafu tuko katika, tuko senta. Wenzetu walio tuzunguka wakona, wana amani wengi wao hawana amani. Wanakimbilia wapi? Tanzania. Ikichafuka Tanzania twenda wapi? Yalla jalalu, lazima tuangalie. Haya ni mambo muhimu sana. Hatakiwi kufatafata tu. Mtume aa salam amekataza, ame, ame, ame, ame, akasema, anawaambia sahaba mmoja, wala takun ima usiwe ngoma iko yaani, usiwe mtu ambaye nikitokea jambo fulani mimi liko pamoja fulani anaana maa fulani, Ana maa fulani. Hapana. We mwenyewe utumie fikra zako katika kuona namna gani unaweza ukasababisha e, machafuko katika nchi. wa mu'dhamu nnari min mustasghari sharar, moto mkubwa asili yake cheche. Kamata maneno hayo, moto mkubwa asili yake cheche. Kila unavyoiachia cheche, kwamba haina neno, haina neno, ni cheche tu ya moto, haina neno Baadaye kutatokea mlipuko mkubwa, haiwezekani kuuzima. Kwa hiyo, tusikubali kabisa viashiria ambavyo vinaweza kutuharibia amani yetu katika nchi yetu nzuri ya Tanzania, na tuko katika mwaka mbaya ambao wanaweza wakatokezea watu wakaharibu amani. Mimi sina mahali pa kukimbilia, na mimi hakika, na wewe huna mahali pa kukimbilia. Kwa hiyo, ni juu yetu basi, kama ni hivyo, kuitunza amani hatuna muda wa kuizungumza sana, inahitaji masaa mawili hivi kuizungumza ili watu waelewe nini amani na Uislamu umesemaje juu ya amani. Mwaka huu ni mwaka ambao tunaendea uchaguzi mkuu. Uchaguzi mkuu, natakiwa sisi wenyewe tuwe na akili kuwachagua viongozi tunawataka watakao tufaa Sio hivi hivi tu yani ya, haiwezekani muislamu akawa anafanyia jambo hivi hivi tu. Hata Mungu anaumba lakini bado anachagua, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, Mwenyezi Mungu anaumba atakacho lakini pia anachagua kwayo. Na sisi lazima tuchague kitu kilicho kwa bora. Vitu viwili vikiwekwa, hiki bora, hiki si bora, unachotakiwa wewe ni kuitumia akili kuchagua bora, khalas. Hata Mwenyezi Mungu alipokuwa anaeleza dunia na akhera. Ameweka vitu viwili. Kaweka akhera hapa, akaweka dunia kushoto. Akasema kumwambia mtume na msemo ule na tuenia sisi sote. Akasema walal akhiratu khairu laka min alula. Akhera ni bora kwako e Muhammad kuliko ulimwengu. Afu akamwachia, utajua we mwenyewe ni kitu gani cha kuchagua, lakini mimi kama Mungu nakwambia akhera bora kuliko ulimwengu. Sasa kama utachagua wewe mwenyewe ulimwengu, si akili yako mbovu? kama utajua akhera, akhera si jambo lilokuwa la bora? hilo ndio kitu kilichokuwa bora. Tatu, katika mwaka wa uchaguzi viongozi tutakiwa kuwachagua kuanzia ngazi zote, iwe diwani iwe wabunge iwe rais, angalia yule mtu ambaye unamuona atakufaa na, atakufa na atakayeweza kukusaidia sikujichagulia chagulia tu, unachekacheka tu, unafatafata tu, mtu akakuambia unakubali kubali, kubali, tu. Uislamu hawi katika kitu cha namna hiyo eh? Tulikuwa tunasoma zamani shuleni kuna methali inasema kizuri cha jiuza kibaya khalas, wa ala llabibi takfihi lishara, wanasema Warabu. Mtu mwenye akili anaambiwa kidogo anaelewa sana. Hatuna haja kuendelea jingine, tuendelee kumwomba mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Katika mwaka huu dua kwa wingi misikitini, tukiwa majumbani, tukiamka usiku kuswali, tumwombe mwenyezi Mungu uchaguzi upite kwa salama na amani, na Mwenyezi Mungu atujalie tupate kheri na baraka katika nchi yetu, tupate viongozi wazuri watakao tufaa, ambao tumewachagua wenyewe kwa uchaguzi wetu wenyewe. Mwenyezi Mungu atupe baraka ya namna hiyo. Kipindi hiki tufanye sana dua, na viongozi wetu tulionao pia tuwaombe Mungu, viongozi wetu wetu wote waliopo, waliostaafu wali, tuwaombe Mungu na sisi wenyewe tujiombee Amesema Mtume, man daa li amirihi fakad daa linafsihi, anayemwombea kiongozi wake kajiombea mwenyewe, wala sio kwamba kamwombea nani? Kiongozi wake kajiombea mwenyewe, kwa sababu kiongozi akitengenekewa wewe raia na wewe unatengenekewa. Kiongozi akiharibikiwa, nchi nzima itaharibika. Sasa kwa ajili ya kujinusuru wewe unamwombea kiongozi wako ili na wewe pia upate kutengenekewa. Mheshimiwa Rais, tuna mengi sana tuliyopanga kuyazungumza, lakini hatuna nafasi nayo katika kuyazungumza sasa. Ni kuombe kwa heshima kubwa na taadhima, uchukue nafasi uzungumze na Waislamu, bali uzungumze na Watanzania wote kwa namna ambayo ulioipanga leo katika baraza letu hili la Idd.